Ndani ya ligi kuu ya NBC kwa msimu unaofuata na sasa najiunga na mchezaji Ali Salim kuzungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake namna ambavyo wao kama wachezaji wako tayari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Kagera Sugar. Ali Salim, karibu zungumza na wanahabari wa Tanzania, wote wa Tanzania ambao wanatazama hivi sasa kupitia Azam TV. Walezi kwa niaba ya wachezaji wenzako namna ambavyo nyinyi kama wachezaji mko tayari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Kagera Sugar. Asante sana. Asalamu alaykum. Eh, kwa upande wetu sisi wachezaji tupo tayari kumkabili mpinzani wetu kwa jinsi atakavyokuja. Kwa hiyo tupo tayari kupata alama tatu zote. Sawa, maswali matatu kwa mchezaji. Sisi tuna imani kwamba mpinzani wetu ni timu nzuri, ijapokuwa msimu huu hajapata matokeo mazuri, lakini sisi tunaamini kwamba timu yoyote tunayokutana nayo kwenye, kwenye ligi sababu wote tuko level moja. Kwa hiyo tunaamini kwamba mechi itakuwa ngumu, lakini kwa siku ya kesho sisi tutakuwa bora zaidi, sababu tunahitaji mkubwa sana wa pointi tatu. Kwa hiyo tutakuwa bora zaidi na tutaweza kushinda katika mechi ya kesho. Kuhusu muda, nadhani sisi ni wanajeshi hmm. na wakati wote tupo tayari, kwa hiyo kuhusu muda sio tatizo. Na kuhusu kutuathiri sidhani kama itakuwa na maana sana lakini, sababu si muda wote tupo tayari. Hata tukamba tucheze leo, kesho, kesho kutwa tupo tayari wakati wote kuipambania timu yetu. Makini umeongezeka sababu kila linapotokea kosa ni nafasi ya mwalimu kurekebisha. Kwa hiyo nadhani mechi iliyopita hatukuruhusu goli, kwa hiyo nadhani lokosa limesharekebishika na tunaweza tukapata clean sheet kesho, kwa hiyo haina shida yote.